Mawakili wa Tundu Antipas Lissu wamepiga hodi Umoja wa Mataifa. Mawakili wa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania aliyepo mahabusu Tundu Antipas Lissu, siku ya tarehe 31 mwezi Mei mwaka huu wa 2025 Ijumaa, waliwasilisha malalamiko yao kwa jopo kazi la Umoja wa Mataifa, wakipinga kuendelea kushikiliwa kwake katika jitihada za kuongeza shinikizo la kimataifa la kutaka aachiwe huru, linaripoti shirika la habari la Uingereza Reuters. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema na mshindi wa pili katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 alikamatwa mwezi uliopita na kushtakiwa kwa uhaini, shtaka ambalo akikutwa na hatia hukumu yake ni kifo, kutokana na kudaiwa kutoa wito kwa wafuasi wake kuzuia uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Msemaji wa serikali ya Tanzania hakujibu mara moja ombi la shirika la habari la Uingereza Reuters kutaka maoni yake. Wakati Rais Samia Suluhu Hassan amepata sifa kwa kupunguza ukandamizaji wa kisiasa hususan kwa vyama vya upinzani na viongozi wao, amekabiliwa na maswali kuhusu utekaji nyara wa wakosoaji wa serikali katika miezi ya hivi karibuni. Utekaji nyara huo haujatolewa maelezo thabiti na viongozi wa serikali. Rais Samia ambaye atagombea kiti cha urais katika uchaguzi wa Oktoba amesema serikali yake inaheshimu haki za binadamu na kuagiza uchunguzi ufanyike kuhusu utekaji nyara unaoripotiwa. Wakili na mwanasheria wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu, Robert Amsterdam, alisema malalamiko ya siri kwa jopo kazi la Umoja wa Mataifa, ambalo linatoa maoni lakini halina nguvu ya utekelezaji, ni sehemu ya kampeni ya shinikizo kubwa. Mwezi huu bunge la Ulaya lilipitisha azimio la kupinga kukamatwa kwa Lissu na kwamba kulichochewa kisiasa. Na Amsterdam alisema kwamba ataiomba wizara ya mambo ya nje ya Marekani kuweka vikwazo hata kwa waendesha mashtaka, majaji, polisi, watu wote ambao wanahusika katika kesi hii ya uongo, wangefahamu kwamba wanapaswa kulinda masilahi yao nchini Amerika, Amsterdam aliiambia Reuters. Katika kujibu azimio la bunge la Ulaya, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania ilisema ukosoaji wa nje kuhusu kesi hiyo ulitokana na taarifa zisizokamili au za kuegemea upande fulani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni yake. Lissu ambaye alipigwa risasi 16 katika shambulio la mwaka 2017 eh, 7 Septemba katika eneo la makazi ya viongozi mjini Dodoma na ambalo hakuna mtuhumiwa aliyewahi kufunguliwa mashtaka atafikishwa mahakamani tena Jumatatu Juni 2 e, mwaka huu wa 2025. Kabla ya kufikishwa mahakamani wiki iliyopita, mamlaka zilimshikilia mwanaharakati e, raia wa Kenya na mwanaharakati wa haki za Uganda ambao walikuwa wameingia Tanzania kuhudhuria kusikilizwa kwa shauri dhidi ya Lissu walitelekezwa siku kadhaa baadaye jirani na mipaka ya nchi zao ambapo mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi alisema wote wawili waliteswa vibaya wakiwa mahabusu. Maafisa wa Tanzania hawajajibu maombi ya maoni yao kuhusu madai hayo. Rais Samia aliwaonya watu wa nje dhidi ya kuvamia na kuingilia mambo yetu. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa toleo jipya la sera ya mambo ya nje ya mwaka 2021, toleo la mwaka 2024, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema kuna mwenendo unaoibuka wa baadhi ya wanaharakati kuvuka mipaka na kuingilia masala ya ndani ya nchi, hali ambayo haiwezi kuvumiliwa tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja na kusema anachokitaka. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region, yaani kanda yetu hii, kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku, amesema rais Samia. Kauli hiyo ilikuja siku moja mara baada ya wakili mashuhuri wa Kenya na aliyewahi kuwa waziri wa sheria Martha Karua pamoja na jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga na wanaharakati wengine wawili kuzuiwa kuingia nchini Tanzania. walikuwa wamewasili kushuhudia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Antipas Lissu ambayo imeendelea, e, imeendelea katika mahakama ya Kisutu. Kwa mujibu wa Karua, alifurushwa na kurudishwa Kenya kwa lengo la kumzuia kuhudhuria kesi hiyo. Mutunga na wenzake pia walielezwa kuwa walizuiwa katika uwanja wa ndege kabla ya kurejeshwa nchini kwao. Kauli ya Rais Samia ilionekana kutoa mwelekeo wa msimamo wa serikali ya Tanzania kuhusu suala hilo. "Sasa kama kwao wameshadhibitiwa wasije kutuharibia huku tusitoe nafasi, walishaharibu kwao, walishavuruga kwao, nchi iliyobaki haijaharibika, watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu," aliongeza Rais Samia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya, Korir Sing'oei, alisisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za binadamu na ushirikiano wa kikanda. Hata hivyo, tofauti na ilivyotarajiwa baada ya kauli hizo, hali ya mambo haikuwa poa, badala yake kulitokea kauli zenye lugha kali za baadhi ya wabunge wa Tanzania wakati wakichangia hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi huku baadhi ya wabunge wa Kenya wakijibu kwa ukali nako. Katika mitandao ya kijamii kulikuwa na mjadala ama mijadala ama mijadala na malumbano makali kwa pande zote mbili hadi rais wa Kenya William Ruto alipoziomba radhi Tanzania na Uganda. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa e, kumhusu Tundu Antipas Lissu e, kuihusu nchi ya Tanzania ama e, kuhusu ndani ya Tanzania kwa sasa, lakini pia vilevile vile kuhusu nje ya Tanzania. Ni rasmi sasa tumepata kuona na kutazama e, mawakili wa Tundu Antipas Lissu pamoja na wakili wake wa kimataifa Robert Amsterdam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 Nawashukuru sana lakini, pia kwa wewe ambaye bado e, haujajiunga na familia hii ya Habari Kiganjani, basi jua kwamba unapitwa na habari nyingi pamoja na mengi mazuri. Ili usipitwe na habari mbalimbali pamoja na mambo mengi mazuri, basi hakikisha ya kwamba una subscribe hapa Habari Kiganjani kwa kugusa kitufe cha subscribe ambacho kipo chini ya video hii kilichoandikwa neno subscribe kisha washa alama ya kengele itakayokuwa imejitokeza, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia e, kutokupitwa na habari zote pindi zinapokuwa zimetokea, na hapo utakuwa umekuwa mwanafamilia wa Habari Kiganjani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tukutane tena katika habari nyingine.